Ujue, sisi kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho kinaendelea katika TV yetu, na tumekuwa na wakati mzuri tangu msimu wa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita, tangia umeanza tumekuwa na, na ule wakati mzuri uh, mechi mbili za mwanzo tumecheza, hazikuwa hatupata matokeo rafiki. Unajua, sisi tukisare tunaumia, lakini kuna wengine wakisare wao wanashangilia, si unaelewa? Yani sisi TRA United Sports Club timu ya Tanzania, timu ya walipa kodi, tukisare tunaumia, yani Watanzania wote wanaumia, lakini kuna timu zikisare wao wanapiga makofi, wanasema eh, Mungu asante wa sasa. Sisi kusema ukweli tuliumia katika mechi mbili ambazo tumecheza dhidi ya Dodoma, lakini pia dhidi ya Pambajiji, ambao tumepata katika michezo miwili badala ya kuvuna pointi sita sasa tukavuna uh, pointi mbili. Kwa hiyo kwetu sisi yale hayakuwa matokeo mazuri, kwa hiyo sasa tumekuwa na nguvu nyingine tena tunakuja kwenye ligi kivingine baada ya haya mapumziko ya kupisha kalenda ya FIFA ambayo tunakwenda ukingoni hivi sasa, kwa maana najua ligi inarudi tarehe kumi na saba na sisi TRA United Sports Club tutakuwa na mchezo tarehe ishirini na mbili dhidi ya Mashujaa, na tutacheza katika uwanja wetu wa Machinjio, tunazungumzia Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo huu muda tulimpa nafasi kocha pamoja na wachezaji ili kutengeneza sasa ule muunganiko mzuri ambao utakwenda kutupa sisi sasa matokeo. Nafikiri mmeona tumecheza mechi ya kirafiki dhidi ya Young Africans, tumetoka bila bila, si ndio? Ah, hajafurahia na sisi hatukufurahia tuliumia, kwa sababu sisi, kukumbuke kwamba kila tunapocheza sare, aidha ni mechi ya kirafiki au ni mechi ya ligi, tunaumia umeelewa? Yani sisi tuliumia na wao wenyewe pia wao wali..., yani kwanza wao ndio walishangilia ya, ile, yangu saare, yangu ile sare walishangilia kwa maana walikuwa wanajua hapa lolote inaweza likatokea, lakini sasa sisi hapa, kupitia ile mechi, sasa ilitupa nafasi aa, ya kuweza sasa kuangalia tuna mapungufu yapi, yale mapungufu ya mwanzo tumeyakava kwa kiasi gani, na sasa hivi tunapokwenda sasa kwenye mechi, kuanza sasa safari yetu ya ubingwa, mechi dhidi ya Mashujaa, tunakwenda tukiwa na nguvu hii. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumeshaona mechi ya mashujaa tunaingia na uvipi na mpaka sasa hivi tunajua kabisa kwamba tuna asilimia kubwa ya kuwa mabingwa. Hivyo wewe fikiria leo hii TRA United Sports Club ikichukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara mwenyewe naamini, utashangilia, ushangilie. Hmm? Wewe mwenyewe naamini utashangilia, si ndio? Utashangilia ushangilie. Wewe nakuuliza wewe utashangilia ushangilie. <laughs> Yaani TRA United Sports usiogope. Hii ni timu ya Tanzania na wewe pia hii timu ni ya kwako. Hii ni timu ya walipa kodi na wewe pia ni mlipa kodi. Ndo nakuuliza hmm? Timu ya wa walipa kodi, timu ya wa Tanzania, kichukua ubingwa, wewe unashangilia au ushangilii? Sema, acha kumwangalia mwenzako. Unashangilia au ushangilii? kwani ukisema unashangilia unaogopa? Kwani kwani una kwani una kwani taifa, yaani una ah, ni Taifa Stars wao, changamka <laughs> TRA United Sports Club. Mm, timu ya Tanzania hii, mm, hii ni timu ya walipa kodi yeah. Taifa Stars ni timu ya Watanzania wote yeah. Umeelewa mm? Mimi, wewe na babu yangu na ndugu yangu na kila mmoja, na hii pia ni kama timu ya taifa taifa kabisa. Sasa nisikilize, ikichukua ubingwa na shangilia, ushangilie, unashangilia si ndio? timu ya TRA United Sports Club. Yeah. timu ya wa Tanzania ikichukua ubingwa Watanzania wote lazima washangilie Umenielewa? Sijui, na lazima iwe kama sikukuu siku hiyo. Kwa hiyo ambacho napenda kuambia, maandalizi yamefanyika vizuri sana na tunamshukuru Mungu. Wachezaji wetu wote wako vizuri, wanahari na wana morali. Hatuna mchezaji ambaye ana changamoto yoyote, na kila mmoja nafikiri mmekuja hapa, mmeona kwenye mazoezi, jinsi ambavyo walivyokuwa na furaha yes.